Ni tarehe moja mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Karibu sana mwanamchezo kwenye kumi na nane za Open tuangalie taarifa za kimichezo, kanda ya kati, kitaifa pamoja na kimataifa. Mimi ni Yohana Mashauri, lakini pia tutakuwa na washirika wetu Kaizali Building Material, ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu, basi fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia watafute kwa namba za simu sifuri saba sita tisa saba saba moja moja sita tano au sifuri saba Sita ambili, saba saba, moja moja, tano. Uh, utapata vifaa vyote vya ujenzi. Tukianza na miguu sita. Ligi ya mkoa wa Dodoma imemalizika mzunguko wa kwanza wa hatua ya makundi na kushuhudia timu sita zikiendelea na hatua inayofuata. Timu zilizofuzu kundi A ni pamoja na Paloma Youth, Sheri Sports Center pamoja na Black Tiger. Huku kundi B ikiwa na timu za Makole Sports Center, Mpa Yungu FC pamoja na Mlimwa C. Akizungumza baada ya michezo hiyo, katibu mkuu wa Dorefa Edwin Michael ameshukuru taasisi ya Swaiba Mjenzi ambayo wanashirikiana nayo katika kuratibu ligi hiyo, huku akibainisha kuwa ligi hiyo itaendelea kuchezwa nyumbani na ugenini. Kwanza nipende kutoa shukrani kwanza kwa ndugu zangu wa Swaiba Mjenzi, tumeanza pamoja na hata hatua hie ambayo tunafikia hatima ya mzunguko huu wa kwanza wa ligi ya mkoa. Tunawashukuru kwanza kwa kuendelea kujumuika pamoja labda kuna viwanja ambavyo vimeteuliwa maalum kwa mechi ambazo zitafuata, ama ni viwanja hivi vitu ambavyo vinatumika kwa maana e, kulingana na timu husika ya ya kwanza, kwanza. Kwenye hii hapa nao tunataka tuli, tuliweke sawa, hatua hii ya kwanza mashindano yao kufanyika kwenye kila klabu kuchagua uwanja wake wa nyumbani na kuutumia kwa, kwa ajili ya mashindano yote imeleta mafanikio sana, kiongozi hmm. E, watu wanapongeza na hatutaki hili kuliondoa tena kutengeneza hatua ya makundi ma, ya, ya kwa maana ya magrupu, kwa maana kituo kimoja kiwe na timu fulani kizicheze kwenye kituo hicho. Hapana, hatua itakuwa ni ile ile, kila timu itakuwa na uwanja wake wa nyumbani, na itaendeshwa kama tulivyo kwa tume, tume, tume, tume kama hivi ninavyotangaza hivi kwamba hatua ita, itakuwa ni kila timu itakuwa na uwanja wake wa nyumbani. Na sasa tuangazie upande wa miguu kumi na mbili. Klabu ya Simba imefanya mkutano mkuu wa mwaka ambao umefanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee Dar es Salaam. Mkutano huo umehusisha viongozi wa timu hiyo, wanachama pamoja na viongozi wa serikali. Naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma amesema kuwa serikali haitatoa maelekezo wala kuingilia maamuzi ya wanachama wa timu hiyo. Mchakato huu ni wenu, ni uamuzi wa wanachama na kama wanachama mtakubaliana kuendelea kutathmini upya au kubadili mwelekeo basi huo utakuwa ni uamuzi ambao serikali itauheshimu. Jukumu la serikali katika jambo hili ni kuhakikisha kwamba mchakato wote mnaoamua kuutekeleza unazingatia matakwa ya sheria za nchi na kanuni zinazosimamia mchezo huu upendwa hapa nchini. Nikukumbushe, bado tupo na Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa zaidi ya miaka 30. Kaizari umekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia bidhaa bora sana, na ushirika wao unawezeshaji wa, wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu katika kuhudumia. Kwa hiyo kama unahitaji vifaa bora na imara kwa ajili ya kukamisha tenda yako, lakini pia kwa ajili ya kukamisha ujenzi, basi fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia wasianao wa zaidi kwa namba za simu 07 na sasa tuelekee kimataifa kwenye miguu kumi na nane. Beki wa Barcelona Ronald Araujo hatacheza mchezo wa La Liga kesho dhidi ya Atletico Madrid. Beki huyo ameshindwa kufanya mazoezi hapo jana kufuatia majeraha aliyoyapata tangu Julai 6 mwaka 2024 kwenye mchezo wa robo fainali wa Copa America kati ya timu yake ya taifa Uruguay, ya dhidi ya timu ya taifa ya Brazili. Barcelona inatarajiwa kushuka dimbani kesho Jumanne dhidi ya Atletico Madrid ikiwa ni mchezo wa tatu tangu uwanja wa Spotify Camp Nou ufunguliwe. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha 18 za Open kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa kunisikiliza toka mwanzo mwisho, endelea kufuatilia vipindi mbalimbali mbali ambavyo vinaendelea hapa Open Online Media, lakini pia usisahau kwamba tulikuwa na washirika wetu Kaizari Building Material, ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kwa mahitaji yote ya vifaa vya ujenzi, wasiliana nao kwa namba za simu 0762771159 au 0769771165 au fika katika ofisi zao zilizopo uwanja wa Jamhuri Dodoma. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.